Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, ametangaza kuwa Israel imekuwa nchi ya kwanza duniani kuitambua rasmi Somaliland kama taifa huru, hatua ambayo imezua mjadala mpana wa kisiasa na kidiplomasia katika eneo la Pembe ya Afrika na kimataifa. Netanyahu alitoa kauli hiyo baada ya kufanya mazungumzo kwa njia ya video na Rais wa Somaliland, ambapo alieleza kuwa uamuzi huo unatokana na maslahi ya kimkakati na ushirikiano wa muda mrefu kati ya pande hizo mbili. Katika mazungumzo hayo, Netanyahu alisema kuwa atamjulisha rais wa Marekani, Donald Trump, kuhusu hatua ya Israel na pia kuhusu nia iliyoonyeshwa na Somaliland ya kujiunga na makubaliano ya Abraham, makubaliano ya kidiplomasia yanayolenga kuimarisha uhusiano kati ya Israel na baadhi ya nchi za kiarabu na Kiislamu. Mkutano kati ya Netanyahu na Trump ulipangwa kufanyika kesho Jumatatu, ambapo swala la Somaliland inatarajiwa kuwa miongoni mwa ajenda kuu. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump ameweka wazi msimamo wake wa kupinga uwezekano wa Marekani kuitambua Somaliland kwa sasa. Katika mahojiano na gazeti ya New York Post, alijibu kwa neno moja, hapana, alipoulizwa kama Marekani iko tayari kuitambua Somaliland kama taifa huru. Aliongeza kwa kusema kuwa bado anajifunza kwa kina kuhusu swala hilo kabla ya kufanya maamuzi makubwa ya kisera. ninajifunza mambo mengi na huwa nafanya maamuzi mazuri, alisema Trump katika mahojiano hayo, akisisitiza kuwa hatapokea shinikizo la kisiasa katika maamuzi yanayohusu sera ya nje. Aidha aliongeza kwa kauli iliyozua mjadala zaidi, akisema, je, kuna mtu yeyote anayejua Somaliland ni nini kweli? kauli hiyo ilionyesha mashaka yake kuhusu uelewa wa kimataifa na umuhimu wa Somaliland katika uwanja wa kidiplomasia ya kimataifa. Hatua ya Israel kuitambua Somaliland imekosolewa vikali na serikali ya Somalia, ambayo inaitazama Somaliland kama sehemu ya ardhi yake inayojitawala bila kutambuliwa kimataifa. Somalia imeungwa mkono na nchi kadhaa zenye ushawishi mkubwa katika eneo hilo, zikiwemo Misri Uturuki na Baraza la Ushirikiano la Ghuba. Nchi hizo zimeonya kuwa kuhalalisho kwa Somaliland kama taifa huru kunaweza kuongeza migogoro na kuyumbisha Pembe ya Afrika, eneo ambalo tayari linakabiliwa na changamoto za kiusalama na kisiasa pamoja na kibinadamu kwa ujumla. Suala la kutambuliwa kwa Somaliland linaendelea kuwa nyeti na lenye mgawanyiko mkubwa. Wakati Israel imechukua hatua ya kihistoria ya kuitambua, Marekani chini ya Rais Donald Trump imeonyesha taadhari kubwa, huku jumuiya ya kimataifa ikibaki kugawanyika kuhusu mustakabali wa eneo hilo na athari zake kwa amani na uthabiti wa pembe ya Afrika.